Kutoka watu Lisu, eh, wa kambi ya Lisu, baadhi wamekuwa wakidai kwamba kuna mkono wa mwenyekiti wa zamani, japo mwenyekiti wa zamani mwenyewe kakaa ka, kimya na hilo ndo hasa linalopelekea, eh, mwenyekiti huyo wa zamani ashutumiwe kwa sababu anasema kwa nini anakaa kimya, eh, akiona haya yote yanaendelea na yeye kutokutoa neno. Kumbuka kwa Chadema mwenyekiti mstaafu eh, ni sehemu otomatikali ya kamati kuu ya chama, lakini toka cha uchaguzi uishe eh, mwenyekiti wa zamani hajashiriki kikao chote cha kamati kuu wala kushiriki shughuli yoyote ya chama. Kwa haya yote e, inapelekea kwamba baadhi ndani ya, ya Chadema hasa wale wa kambi ya Lisu e, kunena kwamba kuna mkono wa mwenyekiti uliopita mpaka sasa hivi, ni ushahidi tu wa kimazingira, lakini hamna ushahidi hasa uliotolewa kuonyesha kwamba ni kweli anahusika. Pengine tuchukulie taswira kwamba mwenyekiti wa sasa asingi ilikuwa amekamatwa pengine angeweza kudhibiti hali ndani ya chama e kufahamu kwa sababu yeye mwenyewe ndo alikuwa pamoja, e, na uwezo wa kuleta hizi kambi mbili pamoja na kutengeneza reconciliation committee ambayo ilishauliwa mwanzo lakini mpaka anakamatwa, ambayo ilikuwa miezi mitatu minne hivi baada ya kushinda mwenyekiti, hilo alikuwa halijafanyika. Kwa hiyo sidhani kama uwepo wake uraiani e, ungeleta tofauti tofauti kubwa na sasa hali ilivyo. Bwana Kibwana, unahisi itakuwaje kuelekea uchaguzi i, wa mwezi Oktoba hasa ikizingatiwa kwamba Chadema inasuasua, wakati CCM nayo na makali inaendelea kunoa. Eh, Tanzania ina vyama kumi na tisa ambavyo uh, vimesajiliwa eh, kwa mujibu wa sheria. Kati ya hivyo vyama kumi 19... na tisa vyama kumi na nane vilishatia sahihi fomu za maadili kwa ajili ya kushiriki e, uchaguzi mkuu. Kwa hiyo kwa bahati mbaya uchaguzi hawezi kusimama kwa sababu chama kimoja kati ya vyama e, kumi na tisa vimesema kwamba hakutakuwa na uchaguzi mkuu e, bila mabadiliko. Kwa hiyo mchakato wa uchaguzi unaendelea. Nam umegusia kwamba ni vyama kumi na tisa ambavyo vimesajiliwa, lakini mbona Chadema ndicho kinazungumziwa sana mitaani na hata hata pale Je, nchi e, Chadema inazungumziwa kwa sababu ndo chama pekee kilichogomea e, uchaguzi siku zote. E, taarifa kama hizi ndo zinavutia sana na kuleta msimko. Sasa tuseme kwamba ni rasmi, Chadema itashiriki uchaguzi wa mwaka huu. Kwa mujibu wa sheria za Tanzania, ni rasmi ama bado kuna mbinu za kisheria zinaweza tumika ili chama hiki kishiriki uchaguzi wa baadaye mwaka huu e. Sheria zinasema kwamba hakuna chama kinaweza kushiriki uchaguzi bila kusaini uh, zile fomu za maadili. Kwa hiyo njia pekee ya kupata ta, tafsiri halisi ya kisheria ni kama Chadema ikiamua wapo baadaye kwamba itashiriki na kuamua kupeleka shauri hili mahakamani.